Habari ya kutwa tena, ingiwa ni mwendelezo wa madarasa yetu, na sasa tunazungumzia menstrual cups. Ikiwa hujafuatilia video nyingine na kuweza kutambua vitu gani ambavyo huwa tunashauri mwanamke aweze kutumia wakati wa hedhi, tulizungumzia masuala ya tampons, tumezungumzia aina zote nne, lakini tunajaribu kuchambua moja moja na kuweza kuelewa nini ambacho tunakizungumza, na na faida zake na hasara zake, lakini sio faida moja kwa moja au sio hasara moja moja kwa moja kwa moja kwa sababu kuna watu ambao wametumia na kuweza kupata matokeo na zimekuwa huwa zimekuwa zikipatikana kwa uchache zaidi. Utakapoipata au kama utakuwa umetumia, unaweza ku comment hapo chini na kuweza kueleza ni nini ambacho huwa kinatokea au mabadiliko gani yanatokea, na mtu mwingine kabla kufanya maamuzi au kukitamani kukitafuta au atakapokiona, basi akitumie, ajue kuna faida kadhaa na kuna hasara kadhaa. Mimi sijabahatika kupata, nakupa maarifa kulingana na kile ambacho nimejifunza kwa. Unaweza ukiwa nacho au kama unakitumia ni basi ni wema ukatuonyesha uka picha, yani maanake ukatuandikia comment hapo chini na kuweza kusema hichi kifaa ukikitumia au wakati ukitumia kinaumiza sana au kinahifadhi damu nyingi au kinahifadhi na kinakupa hali ambayo asitofahamu au mauzi madogo madogo ambayo umekuwa ukijitokeza na hili mwingine atakapokiona au atakapofanya maamuzi ya kutaka kukitafuta, hajue anakitumiaje na hajue na anatumia kwa wakati gani, na kama ulikitumia kwa kwa sababu sababu ya daktari alikwambia utumie kwa sababu ya kupima kiwango cha damu. Na hapa ni hili ni darasa sasa, ambalo mwanamke atakayolifahamu, ili kuweza kutumia kiwango cha damu, basi lazima tutumie menstrual cups ambacho mwanamke atakiweka, lakini hakikisha anakuwa msafi kwa sababu ya mazingira yaliyopo, au kitu ambacho huwa kinaenda kutokea sababu kinaweza kupelekea mwanamke akapata infection ambayo mwisho wa siku akapelekea kupata maradhi ya mara kwa mara. Sasa tunapozungumzia menstrual cups ni kifaa ambacho kimetengenezwa kwa silicone, ya ya kimatibabu ambayo mwanamke atakuwa anaweka pale ambapo anakuwa katika hedhi. Kazi yake kubwa ni kuzuia kiwango cha damu ambacho kitakuwa kinatoka, lakini eh, ni mfano eh, wa pets lakini si chenyewe unataka Faida nyingine ambayo tumekuwa tukiitumia ni kuweza kutumia kwa kuweza kutambua kiwango cha damu ambacho mwanamke atakuwa anatoa. Sasa ni kiwango gani cha damu ambacho wanawake ameshauriwa kutoa au amekuwa ni kiwango hicho ambacho ni standard. Ukizidisha au kipewa kidogo zaidi, lazima mtafute daktari na kuweza kujua ni hali ya kawaida au sio hali ya kawaida. Kiwango cha damu cha kawaida ambacho mwanamke anatakiwa kutoa ni miezi thelathini mpaka themanini Yes, ni thelathini mpaka themanini ni kiwango ambacho ni mwanamke anatakiwa kutoa kwa mzunguko, yaani kama unaenda siku kumi ya kutoka damu basi inabidi ufikie hicho kiwango, na kama unaenda siku mbili utoe hicho hicho kiwango, yaani inaweza utoe thelathini au utoe arobaini au utoe hamsini au utoe sitini au utoe sabini au utoe themanini, lakini kiwango cha kawaida ambacho mwanamke anatakiwa kutoa kwa mzunguko mzima ni hiyo thelathini mpaka themanini, ambacho sasa, namna ya kupima, unaweza kutumia kwa kuweza kutumia bomba la sindano sidano, ukalinganisha au kavuta damu kwa kiwango cha bomba la sindano, au zile caps waga zina namba kukuonyesha kwamba damu imetoka kiwango gani, na unaweza ukajua sasa imezidi au imepungua. Kwa hiyo namna alivyotengenezwa ni ubora wa juu, na watu wengi wamekuwa kitumia kuweza kutambua kiwango chao cha, cha damu ambacho kinatoka lakini jambo nyingine ambayo linapatikana katika hii, hii menstrual cups kwa kama utakuwa nayo na kufanya maamuzi ya kuitumia au utakapoiona kama unataka uitumie, haiwezi kubadilisha pH ya uke, yaani uke huwa na asidi. Kwa hiyo unapotumia ile haiwezi kufyonza ute au asili ya maji ambayo una, wanapatikana katika uke pale. Kwa hiyo jambo kubwa la kuzingatia hapa kama haiwezi kufyonza na inaacha vile, vile na haiwezi kubadilisha pH ya uke usafi ndio utakaofanya wewe uweze kuwa salama wakati wote. Yaani utakapotumia hakikisha unajisafisha mara kwa mara, hakikisha unatumia maarifa yote ambayo unasema menstrual cups ili kuweza kuyatekeleza na kuhakikisha kifaa hicho kinatumika kwa ubora wa kiwango kijuu, kwa kiwango cha juu kabisa, kwa sababu utakapotumia kwa uzembe au usipokisafisha yani, kwa sababu kila ukitumia kukitupa yaani lazima ukisafishe, kwa hiyo utakapokitumia hakikisha unakisafisha na, na kinakuwa katika mazingira ya usafi wakati wote. Unakisafishaje? Hatusafishi kwa maji ya baridi, hatusafishi tu na kuweka kisha galabagala yani, inaweza jua kabati au wapi wapi na mnikiacha tu wazi. Tunakisafisha kwa kuweza kuchemsha maji ya moto na kuweza kukiifu baada ya kuchemka na dakika tano mpaka dakika kumi unakitoa unakifunika vizuri ni kitambaa kisafi, na baadaye ukitaka kutumia tena unakichemsha tena, baada ya kutoka unakichemsha na kuelekea kukitumia tena na kuchemsha ili kuhakikisha inakuwa safi wakati wote. Kwa hiyo hawezi kuwa nacho kimoja, lazima ubadilishe mara kwa mara, kutoka kwa namba vitatu vinne, kutegemea na na cycle ya damu yako au kiwango cha damu ambacho kinatoka na wewe unaenda siku ngapi. Ili ni darasa huru, ni si lojificha katika hedhi. ni kama ni mara yako ya kwanza, unajua kuna video nyingi sana ambazo ziko nyuma, unaweza kufuatilia na uweze kupata maarifa haya, lakini kama we ni muendelevu au ni mtu ambaye mko kufuatilia na umejaribu kukiona Mmejaribu kuona hiyo menstrual cups inatumikaje na ina na faida gani, basi tuandikie hapo kupitia comment, ili wengine wanaofuatilia waweze no kujifunza na kuwa katika mazingira salama kabisa. Asante, na baka wakati mwingine usahau ku like, kushare, na kusubscribe ili account ya YouTube ijue kwamba hizi video zina maana, na pale ambapo mtafuatilia na ku like kwamba utakapo like, YouTube inajua kwamba hizi video inabidi zisambae au ziende kwa wengi zaidi na kuwafikia, ili waweze kupata manufaa. Asanteni na baka wakati mwingine.